Mama, habari. Salama, karibu sana. Asante mama. Shikamoo. Marahaba mwanangu, karibu nyumbani. Asante mama. Mama, leo nimewaletea mko wenu sasa. Yani tulikuwa tuna hamu sana ya kumuona. Hongera sana mwanangu, kwa kweli unajua kuchagua <laughs> kwa nini mama? Yani kusema kweli, huyu binti ni mrembo sana Nina uhakika hata baba yako akimuona lazima atajivunia kijana wake kuwa na mke mzuri kama huyu, kwa sababu umefuata kabisa nyendo zake. Yuko wapi kwanza? Haya, baba yako naye huyo amefika. Baba, shikamo. Vipi, mbona unashtuka? Amna, nimeshangaa tu kuona uzuri wa huyu binti. Kijana wako anajua kuchagua kama wewe. Ni kweli kabisa. Kijana wangu yuko vizuri sana. Hebu naomba dakika chache nizungumze na, na mchumba wako. Bebi, kuwa na amani. Baba atakuwa anahitaji kuzungumza naye kidogo kuhusu masuala ya uchumi. Sawa, hakuna shida. Sa mwanangu, twende zetu jikoni. Mwache baba yako azungumze na mkwe wake. Sawa, mama. Umekuja kufanya nini hapa? Eh? au unataka kuniharibia familia yangu? Ningetaka kukuharibia familia yako, ningeshafanya hivyo siku nyingi sana. Sasa imekuwaje umeamua kutembea na kijana wangu hivi hata ujishtukii kuwa na uhusiano wa kimapenzi na kaka yako? Kwa hiyo sasa hivi unanichukulia kama binti yako? Vipi, naweza kukaa wakati mnaendelea na mazungumzo yenu au niwapishe hadi mtakapomaliza? Hakuna shida, weka tu, maana tayari tumeshamaliza. Halafu baba, Samu. Hivi ni kwa nini ulishtuka sana baada ya kumwona huyu binti? Mbona nilishakwambia kwambia sababu ilionifanya nishtuke. Nadhani alikuwa haamini kuwa binti mrembo kama mimi naweza kuwa girlfriend wa mtoto wake, au labda ukute kuna kitu kingine anaficha. Mwanangu Sam pia ni handsome. Hivyo ni lazima apate pisikari. Uko sahihi mama. Kwanza hongera sana kwa kuzaa, maana tabia zake zinaonyesha wazi amelelewa kwenye familia yenye maadili. Asante sana binti yangu. Halafu Malaika abe, hivi wazazi wako wanaishi wapi? Mimi kwa sasa naishi na mama yangu tu, na nyumbani kwetu ni Kimara. Kwani baba yako yupo wapi? Kusema ukweli, mimi sijawahi kuishi na baba yangu maisha yangu yote, na mara ya mwisho kumuona ni miaka ishirini iliyopita, maana tulienda ofisini kwake, ila alikataa tusimuone, hivyo mama alinionyesha baba yangu kwa mbali. Pole sana binti yangu hawa wanaume muda mwingine sio watu wazuri kabisa. Yaani, kuna muda wanakuwa na roho mbaya kama shetani. Ni kweli kabisa niye, yeah. Nao mkishaanza kulaumu wanaume, mume wangu, kwani haujasikia malaika alichofanyiwa na baba yake? Hivi inawezekanaje mwanaume amtelekeze mtoto wake kiasi hiko? Hata hivyo Malaika, ninatamani ni sana kuonana na mama yako, nimpe hongera zake, maana najua sio rahisi kulea mtoto peke yake hadi kufikia umri huu. Kwa kweli haikuwa rahisi kwa mama kunilea, japokuwa aliniambia kuwa kwa baba yangu ni tajiri, lakini baba hakuwahi kutoa hata pesa ya matumizi kwa ajili yangu, hivyo ilibidi mama afanye kazi usiku na mchana, ili binti yake niishi vizuri. Kwa hayo maisha aliyopitia na mama yako, kwa kweli sina budi kumshukuru Mungu kwa ajili ya mume wangu, kwa sababu angekuwa katili kama baba yako, sitani kama ningeweza kumlea mwanangu. Ila usijali, maana sasa hivi umepata baba ambaye atakujali kama anavyojali familia yake. Asante sana mama, nina uhakika hiyo itanisaidia sana kusahau kuhusu baba yangu aliyenitelekeza. Usijali Malaika. Lakini swali ninalojiuliza kila wakati ni kwamba hivi, inawezekanaje mtu anakuwa mwema na mbaya kwa wakati mmoja? Kwa nini unasema hivyo Malaika? Nasema hivyo kwa sababu jinsi baba Steve anavyoishi na nyie hapa ni tofauti kabisa na jinsi alivyokuwa akiishi na mama yangu. Mbona sikuelewi Malaika, unamaanisha nini? Namaanisha mume wako ndiyo baba yangu nilikuwa nikimwongelea hapa. Unasemaje Malaika? Kama ulivyosikia, ndiyo maana mara zote nimekuwa nikikataa kulala na wewe kwa sababu nilikuwa najua kuwa wewe ni kaka yangu. We, we mzee, mbona hauchangii chochote eh? hebu tuhakikishie hapa anachosema Malaika ni ukweli au si kweli. Anachosema Malaika ni kweli eh. hivi nilikukosea nini we mzee? mpaka akaamua kwenda kuzaa mtoto mwingine nje. Niseme mke wangu, sikupanga kupata mtoto mwingine nje ya ndoa, iya itokea bahati mbaya tu. Malaika sasa, kama ulijua kuhusu hilo, kwa nini kuniambia mapema? Sikutaka kukuambia mapema kwa sababu hii ndio ilikuwa njia pekee ya kukutana na baba yangu, maana kila wakati nilipokuwa nikijaribu kwenda kuonana naye amekuwa akinitumia walinzi wake kunizuia nisionane naye.